Ndugu zangu, pamoja na hatua hizo, yawezekana hatuwezi kuanza muda mrefu, lakini nitakapoingia bungeni kwa mapenzi yenu, kwa kushirikiana na mwenzangu, ndugu yangu profesa Mwamfupe, tutajenga hoja ndani ya baraza la madiwani kwamba tutatafuta baadhi ya mitaa ambapo tutaweza kuizuia kwa masaa fulani kuwawezesha ndugu zetu wa machinga waingie na kufanya biashara pasipo bughudha. Hiyo itakuwa ni tunaita ni hatua ya muda mfupi, tukisubiri hatua ya muda mrefu ya ujenzi wa soko. Tutatafuta mitaa, ndugu zangu, ni wenzetu wa machinga hawa nao wanahitaji kuishi, wanahitaji eh, mahitaji yao tutawatengea mitaa kadhaa, tutaifunga. Tutaifunga kuanzia saa kumi, tunaifunga, magari yote yatatafuta sehemu ya kupita, ili wafanye biashara. Na baada ya muda patafunguliwa, kukisha kucha patafunguliwa, maisha yataendelea. Lakini kwa muda tuwasaidie, waweze kufanya biashara, lakini hatua ya muda mrefu ni hiyo ya kujenga soko kubwa eneo la Kizota, ambayo nafikiri itaweza kuwachukua wamachinga wengi zaidi. Wamachinga waliandaliwa eneo maalum pale soko la Machinga kwa ajili ya biashara. Bahati mbaya, mwitikio wa wafanyabiashara kutokana na fursa tulizonazo Dodoma, mwitikio wa wafanyabiashara umekuwa mkubwa sana kuliko maeneo ya biashara, umepelekea sasa eneo la machinga limekuwa dogo, wafanyabiashara wamekuwa ni wengi, wamekosa lakini sehemu ya kuwapeleka imekuwa ni finyu. Naomba niwaambie wana Madukani, niwaambie wa machinga na wafanyabiashara wote ndogondogo, tayari mgombea uraisi wa Chama cha Mapinduzi kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi tunakwenda kuanzisha Machinga Complex mpya katika eneo la Kizota kuweza kuhakikisha tunapeleka wafanyabiashara wadogo wadogo wote wa